Kwa mwaka uliopita kampuni yetu ilipata mafanikio uh, mazuri na bodi ya wakurugenzi ilipendekeza gawio na wenye hisa wakalikubali, ya shilingi bilioni tisa kwa wanahisa wote wawili, na kwa vile kila mwenye hisa ana asilimia hamsini, kwa hiyo kwa serikali ya tunatoa hundi ya shilingi bilioni 4 na laki na milioni mia tano. Um, ili ni ongezeko la kama asilimia hamsini kutokana na gawio la mwaka wa elfu mbili na kumi na nne ambapo tulitoa nafikiri hundi ya shilingi bilioni 3 kwa, kwa serikali. Jambo la mwisho tu ambayo tunataka tu, tu, tuombe pia msaada wa serikali ni upotevu wa mafuta pale pale kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, wakati wa ku wa ku discharge mafuta kutoka kwenye meli na kuingia kwenye matanki yetu ya, ya hifadhi eh, kati ya mwaka 2014 na kota ya kwanza 2015, tumepoteza dola bilioni milioni 1.4 1.4 million US dollars kutokana na upotevu wa mafuta. Sasa kinachotokea ni kwamba, kwa mfano tunatakiwa tumeagiza lita milioni moja sasa zinazoingia kwenye tank zinakuwa labda laki, laki tisa na na labda hamsini elfu. Sasa hizi nyingine, kwa hiyo tunabidi tulipie, kwa sababu kwenye kwenye bili zimeonyesha hizi zimekwenda zimekwenda Puma. Sasa kinachotokea ni kwamba kwenye ile bomba lile, mi, mimi tumeliangalia tunafikiri kuna wizi, kulikuwa na uwizi hasa, sio sio upotevu tu wa kawaida. Upotevu wa kawaida tunakubali kitu kama 0.3%, hiyo unaweza ukali, ni normal unapodischarge yani. Lakini kwenda mpaka 3 4% ni kitu ambacho sio kawaida. <coughs> <coughs> wa pesa. Ninavyo huwa nasema mimi waziri wa madeni. Sasa leo leo pesa. Asante, asante, asante, asante sana, sana, sana. Kama jana tunawasilisha budget na leo tunaongezewa pesa za gawio nadhani tuwashukuru sana wenzetu wa kama Puma kwa sababu ni wabia na serikali, na sisi serikali tujipongezi kwa sababu kweli ni kwamba sio Puma tu. Tunavyozungumza kwenye Puma, Puma maana yake ni asilimia hamsini. Puma maana yake kwa niaba ya serikali kuyataka rasmi makampuni, mashirika mengine ambayo haanzi kutoa gawio nayo yaanze kutoa gawio kama ambavyo Puma inafanya. Hili ni la tangazo la serikali na mimi nitalisimamia kwa dhamana ya wizara yetu, kwa sababu ndio wawia kwenye sasa tunapofanya kazi. Dia mwenza amefanya kazi nzuri kwa maana ya kuliongoza shirika lenyewe, lakini pia kama ambavyo mwenyekiti wa bodi ameeleza, nimefurahi sana kwamba huduma yenyewe ni bora, sio ili mradi huduma maana mafuta haya mara nyingi tu unaweka mafuta kwenye gari, kwenye mashine, unaambiwa teremsha injini, mafuta hayafai, lakini sio kwa Puma kwao. Napenda niwashukuru sana kwa mambo yote mawili, kuwa mbia wa kuaminika. Maana tumewekeza fedha za masikini, sasa zimezaa sasa tunawaambia hao masikini wenye fedha yao wenye mtaji wao kwamba mtaji wenu umezaa bilioni nne na milioni mia tano hizi ndio zitatuwezesha sasa kama serikali kuwahudumia wananchi vizuri zaidi hili, hili la upotevu wa mafuta hili linanikera sana kabisa wizi huu. Hatuwezi kuendelea na nchi ya namna hii, ni lazima tuchukue hatua, na nitumie nafasi hii kusema vyombo vyote vinavyohusika vilisimamie jambo hili. Kwa hiyo, pamoja na kuunda chombo kile cha kudhibiti upotevu wa mapato, Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi ningependa hata turudi nyuma hao waliokuwa natupotezea asilimia tatu, haiwezekani. Wanaenda tu sasa, wanatamba mtaani e, hao nao tutumie vyombo vyetu tuwatafute, haya mafuta yalikuwa yanakwenda wapi? Lakini na kuanzia sasa kabisa serikali haitaki tena kuona upotevu wa mapato e, hili wizara mlisimamie vizuri e, mlisimamie vizuri sababu vinginevyo tunaendelea kufaidisha wajanja wachache, alafu masikini wanaendelea kulia, wanaendelea kulala chini kwenye hospitali zetu. Hili haiwezekani. Na nilisema jana, hmm, anayetukwamisha kwenye maendeleo yetu anatusaliti, eh, lazima washughulikiwe. Kama taifa tumeamua kwenda, rais wetu ameamua, jemadari wetu kuvunja hivi vikwazo, lazima twende kwao. Ni pamoja na kushughulikia e, watu hawa bila huruma. Um, kwa hiyo mimi nafurahi kwamba kwa walao hatua zimechukuliwa za awali, lakini sasa kuanzia sasa kabisa kabisa tusiwe na mchezo e, na upotevu wa mafuta. Maana yake mimi wananivuta koti, koti nyuma Waziri ambaye huna mapato sio waziri wa fedha na mimi siko tayari.